Mengi yaliyopelekea Simba Sports kukosa ubingwa, tunajua na tunajua sababu. Mnasema pesa, si kweli. Kama sababu mnasema pesa, pesa ya Simba iliingia kutoka Kafu. Nani anakataa? Management ya Simba, pesa iliingia Kafu kabla kabla ya siku tatu ya mechi, wachezaji wanadai bonus milioni 1.2 ilikuwaje wakose pesa kama hoja? Mwekezaji alishindwa kutoa pesa, watuambie, pesa za shirikisho zimekwenda wapi? Ziliingilia huku kwenye benki, kwa nini wasipewe? Mimi najua mpaka dola laki mbili na hamsini ziliwekwa wachezaji wakazikataa zikarudishwa zilikotoka. Najua najua namna wachezaji walivyodanganywa kama watoto oftime, hela hilu zitaingia kwenye simu yenu. Watu wamekwenda vyumbani, hawamsikilizi fadi walichokiongea. Watu wanapekua simu zao, pesa zimeingia, pesa zijaingia, nini kimekwenda kutokea. Najua, wasinichokozo wakae kimya, waache propaganda hizi. Tukae chini tutafakari, tukae kwa pamoja, tutengeneze ili tuzungumze kwenye lugha moja. Yako mengi ninayo na ni ya sababu ya kuzungumza lakini, tutazungumza kwa faida ya nani? Ili tunazungumza kwa watu iweje? Leo kila mwana Simba amue, anaitisha plesi Mbagala, anaitisha plesi Kinondoni, anamshutumu huyu, anamwonyesha kidole huyu, tutaitengeneza Simba? Niombe sana kwa unyenyekevu mkubwa, management ya Simba, niwaombe sana wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba, wao wamekaa pale madarakani kwa kuteuliwa tuwateua ndio sisi, kwa niaba ya wanachama wa Simba wana mamlaka kwa mujibu wa katiba ya Simba ibara ya ishirini na moja kifungu kidogo cha kwanza, waitishe kikao cha dharura, tukutane wana Simba tuzungumze, tumpongeze sana sana zaidi ya sana mwekezaji wetu Mohamed Deuji. Hapa nisikilizwe kwa kituo moja, katika wanadamu waliofanya kazi kubwa kufikisha Simba hapa ilikofika, Mohamed Deuji. Mnyonge mnyongeni. Jana baada ya kurudi kutoka kwenye msiba wa mamamkwe, nikapita kwenye mitandao moja, nikakuta video baadhi ya watu wanaojiita wazee wa Simba Sports, wamesimama mbele ya kamera, wamesimama mbele ya maiki, wanasema Mohamed atoi pesa mimi nilitegemea wao baada ya kusema Mo atoi pesa, wangetuambia nani anatoa pesa, kiasi kwamba Simba inalipa mshahara kwa mwezi zaidi ya milioni mia tano. Nani analipa? nani nani analipa? Leo hii braza Aisias, tuzungumze vitu ambavyo viko dhahiri shairi. Moja katika klabu iliyotembea na ndege kwenye nchi kwenye mikoa ni Simba Sports. Nani anasafirisha timu? Tuache maneno ya usharati, tuache maneno ya unafiki, na niwaambie wana Simba, tuwe makini. Kuna kikundi kimetengenezwa kuja kuivuruga Simba kwa maksudi. Leo hii ninyi waandishi wa habari si wa kweli. Ninyi waandishi wa habari, baadhi yenu si wa kweli. Nyinyi juzi mmeitwa sehemu, mkupewa hela, nyinyi mkupewa posho, wamepata wapi? Waliokopa nyinyi posho? Hamkupewa? Yuko mtu anaratibu ya mambo kuivuruga Simba, anawatuma watu wanajiita wazee na hawa hawa wanapewa pesa kwa walipa, nyinyi posho waandishi wa habari kataeni, waandishi wa habari nitoe video, nina ushahidi. Nani anakataa katika nyinyi? Wewe kuepo sikuepo, mimi? Wewe maiki yako ikuepo sikuepo. Kisugu nakataa, mashine nimerudi, najua eh, yako mengi ninayo na nina sababu ya kuzungumza, lakini tutazungumza kwa faida ya nani ili tunazungumzwa kwa watu iweje? Leo kila mwana Simba amue, anaitisha plesi Mbagara, anaitisha plesi Kinondoni, anamshutumu huyu, anamwonyesha kidole huyu, tutaitengeneza Simba tabomoa niombe sana kwa unyenyekevu mkubwa, menejmenti ya Simba niwaombe sana, wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba wao wamekaa pale madarakani kwa kuteuliwa, tuwateua ndio sisi kwa niaba ya wanachama wa Simba wana mamlaka kwa mujibu wa katiba ya Simba ibara ya ishirini na moja kifungu kidogo cha kwanza. Waitisha kikao cha dharura tukutane, wana Simba, tuzungumze kwa mujibu wa katiba ya Simba. Wenye mamlaka kuitisha mkutano wa dharura ni bodi, kupitia katiba ya Simba ibara ya ishirini na moja kifungu kidogo cha kwanza, wanao mamlaka hayo. Leo wanasimba tumefarakana, wanasimba tunaoshiana vidole, wanasimba tunazalauliana sehemu ya kukaa pamoja na kuzungumza wanasimba kwenye mkutano mkuu. Binafsi, kwa heshima na taadhima kabisa, na uomba uongozi wa simba uandae mkutano wa dharura kwa wanasimba. Leo hii simba inafikia mahala inakwenda kucheza wachezaji wanagoma Leo hii inafika mahala wachezaji wanapewa pesa wanakataa kuzipokea, kwa sababu wanasema tunadai kwanza haki yetu ya msingi. Mi najua Simba Sports, wachezaji wa Simba najua kilichotokea off time, waliambiwa nini off time na nini kilitokea off time na nini kilitokea off time na nini kilitoke baada ya off time, katika mechi ya pili, katika kipindi cha pili. Guys hmm. <laughs> Yako mengi ya kuzungumza, yako mengi yaliyopelekea Simba Sports kukosa ubingwa. Tunajua na tunajua sababu. Mnasema pesa, si kweli. Kama sababu mnasema pesa, pesa ya Simba iliingia kutoka kafu, nani anakataa? Management ya Simba akafu kabla kabla ya siku tatu ya mechi wachezaji wanadai bonus milioni 1.2 ilikuwaje wakose pesa kama hoja mwekezaji alishindwa kutoa pesa watuambie pesa za shirikisho zimekwenda wapi ziliingizia huku kwenye benki kwa nini wasipewe Alafu leo mnakaa mnatokeza mbele mnasema mwekezaji akutoa pesa sawa, mwekezaji akutoa pesa kwa maelezo yenu. Haki ya Simba ya msingi ilikuwepo, ilikwenda wapi? ilikwenda wapi? <laughs> Unacheka na ulipewa posho eh? ilo la kwako wewe kupata posho Lo kwako Robi, ole wenu waandishi wa barua na Mafarisayo, maneno haya yameunzungumzwa kwenye Biblia. Na kwa nini Mungu alianza kwa ole? Najua <tipos> niwaombe sana management ya Simba, niwaombe sana mashabiki wa Simba Simba ina pati tatu sikilizeni, uandishi wa habari ninyi no. Pati ya kwanza management, pati ya pili players wa Simba na technical bench, pati ya tatu ya Simba ni mashabiki na wanachama, na ndio maana nasema kwa unyenyekevu, naiomba management ya Simba Kwenda kuitisha mkutano wa dharura, twende kuambizana, twende kuulizana kwenye pati hizi tatu tulizozungumza, nani alitimiza ya majukumu yake, nani hakutimiza ya majukumu yake. Ninyi waandishi wa habari mtakuwa mashahidi. Sisi mashabiki wa Simba majukumu yetu tumetimiza kwa asilimia mia moja. Tumeisuporti Simba mchana, tumeisuporti Simba usiku Tume simba Dar tumeispoti simbadaresslamu tumespoti simba Mwanza tumeispoti simba Tanzania tumeispoti simba nje ya Tanzania, na ndio maana shahidi wetu wa kwanza Captain wa simba Muhamed Huseni, nendeni mkaandike, mkaangalia andiko lake, anasema nawashukuru sana mashabiki wa simba bado wana na sisi. Maana yake sisi mashabiki tumekwenda kutimiliza kwa asilimia 1 pati yetu ni nisikilize vizuri Si mlikuwa mnasema nyinyi usiongee. Tumekuja kuchukua maneno sasa Kisugu. Hapa sisi mashabiki na wanachama tunataka kwenda kuhoji pati ya pili management na pati ya tatu players. Je, mlifanya kazi yenu kwa asilimia mia moja? Haya, tunaambizana wapi? Tutaendelea kuwazungumza siku zote kwenye vikao, tunaitana mara Mbagara mara Mwanamtoti mara kisojupwani au Kerekese. Kwetu tutakwenda kuambizana kwenye mkutano mkuu, na mwenye mamlaka ni nani? Kikatiba inasema nimesema juu, wajumbe wa bodi wana mamlaka hayo kwa mujibu wa sheria na katiba ya Simba ibara ishirini na moja kifungu kidogo cha kwanza. Tunawaomba wafanye hiko Lakini seme tu niwaombe tu, ndugu zangu, mnyonge mnyongeni, yake yake mpeni. Tuache maneno haya, tuiangalie Simba ilikotoka, tuiangalie Simba ilipo na tuangalie Simba inakokwenda. Leo hii kinachoumiza ni siasa tu za mpira za Tanzania za kuchekana, lakini bado Simba tuko kwenye ubora. Tulifikaje kuwa wanne kwa ubora kwenye bara la Afrika? Leo hii kuna mtu anatoka kiwepesi tu anasema, Mo atoi pesa. Wai, sawa, Mo atoi pesa, wewe unakwenda kumsema Mo atoi pesa, umetoa kiasi gani kwenye Simba na umesaidia nini? Wesu unawachangisha watu kwenye magrupu. Tuache tusiseme, tuwe na nidhamu. Ukizungumzia Mo, Tuwe na heshima, tumpe hadhi yake. Hata kana kwamba kama mna mtu mwingine mwekezaji mleteni, lakini bado haki ya msingi ambao anastahili kupewa ndani ya Simba tunasahau. Turudi kwenye kumbukumbu kumbu, Simba sports tulikuwa tunafanya kinesi wachezaji wetu akina Hassan Siaka akina Hassan Yatibu akina Jonas Gerald Mkude akina Saidi Hamisi Ndemla akina Rashid Simkoko. Leo leo, guys, mnasubutu kukaa mbele ya maiki kusema huyu mwe, mheshimiwa mmoja atoi pesa kweli? Mko serious Simba hii Biblia inasema kabla hujatoa boriti kwenye jicho la mwenzio basi anza kwenye kibanzi kwenye jicho lako We unaposema mwekezaji atoi pesa, wewe sema umeanza kutoa shilingi ngapi, ili naitu mshtumu atoi braha. <coughs> Najua stori ndani mpaka nche, kwa nini Simba ya kwenda kupoteza gemu. Najua mimi, najua mpaka dola laki mbili na hamsini ziliwekwa, wachezaji wa kazikataa, zikarudishwa zilikotoka. Najua, najua namna wachezaji walivyodanganywa kama watoto. Off time, hela hizi zitaingia kwenye simu yenu. Watu wamekwenda vyumbani, hawamsikilizi Fadu anachokiongea, watu wanapekua simu zao, pesa zimeingia, pesa zijaingia, nini kimekwenda kutokea. Najua, wasinichokoze, wakae kimya, waache propaganda hizi, tukae chini tutafakari, tukae kwa pamoja tutengeneze ili tuzungumze kwenye lugha moja, tuache, turudi kwenye slogan ya Simba nguvu moja, turudi kwenye asili ya mpira wa Simba na Yanga turudi kwenye maisha ya Kulwa na Doto ambayo ametengenezwa kwaje? Mimi naamini tukirudi kwenye misingi iliyokuwa bora, tukaacha maisha ya Simba na Yanga, Kulwa na Doto, basi mimi naamini hata Azam atakuwa na haki ya msingi ya kuchukua ubingwa wa ligi NBC. Watu wanawekeza pesa ndefu kwenye mpira Ni kweli inauma, ni kweli inaumiza. Nichukue nafasi hii kwa heshima sana na taadhima, ni waombe bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu. Wao ndio wana mamlaka makubwa ya kuweza kuitisha mkutano. Wanachama wa Simba wasiwe na hofu, wasiwe na mashaka, tunakuja kujadiliana tu familia iliyokuwa bora, wakiona kwamba wanayumba, wanaitana pamoja kwenye vikao, wanakaa wanazungumza, wakitoka pale wanaondoka na lugha moja. Maisha yanafanyaje? Yanaendelea lobi, utaenda tena kwenye vikao. Sikia nayo melamba <laughs> alafu najiuliza umwamba alikuwa kelekese kajuaje haya dunia. <laughs> <Lulia> kiganja. <laughs> Ni washukuru sana waandishi wa habari, naendelee kuwapa pole sana sana sana mashabiki wenzangu wa Simba. Najua tumeumia. Tumeumia kwa namna mbili, moja, tumepoteza ubingwa wa Ligi NBC, lakini pili, tumefungwa mara tano mfululizo na watani. Inaumiza, inachoma. Leo tutazungumza maneno yote, leo tutasema ambacho kila mmoja atazungumza kile ambacho kuna cha kusemwa, lakini hakiwezi kubadilisha matokeo ambayo tayari yameshatokea. Ili asitokee, tukae pamoja, tuzungumze lugha moja. Simba tunakwenda kwenye usajili ili kuona namna ambavyo tukafanya kwenda, fanya registration ya uhakika maana yake mwakani tutarejea tukiwa vizuri. Je, kwa staili hii ukilala ukiamka unaitisha kikao Mbagara tutafika, ukilala ukiamka unaitisha kikao Mwenge tutajenga, na sehemu gani ya kwenda kutengeneza Simba? Mimi naamini na, na ndio maana tukatengeneza katiba kwa mwongozo wa klabu ya Simba na ndio maana ndani ya katiba yetu tukaweka vipengele. Kuna mkutano wa mwaka na kuna mkutano wa dharura. Kwa nini tukaweka kipengele cha mkutano wa dharura? Kwa sababu kuna sitofahamu ambazo tutakwenda kutokea, basi tuitane kwa haraka ili tuweze kusolve. Okay. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante sana Kisugu. Kwa kumalizia tu, uh, taarifa ambazo sio rasmi lakini tumesikia na kuona kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba mwenyekiti wa klabu Murtaza Ali Mangungu, eh, anakwenda kukutana na wenye viti wa matayi na makatibu wake e, wa wilaya hawa e, labda una kipi cha kuwaambia hawa wanachama ama wenye viti ambao wameitwa kwa maslahi ya Simba kwenye hiki ambacho wanakwenda kuzungumza siku ya leo? Ya kwanza mimi, mimi, mimi nizungumze tu, mwenyekiti anaongoza Simba Sports, makatibu wa wilaya ni wanachama wake, kwenda kukutana nao sio ajabu.